Uhali gani, mtazamaji wa Mwananchi Digital, jina langu ni Victoria Milkiadi, karibu sana kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha kimichezo. Lakini nikwambie, weekend hii itakuwa tamu zaidi kwako wewe ambaye eh, unapenda michezo, lakini kubwa kabisa ni mpira wa miguu, ambapo Tanzania tunakwenda kushuhudia timu mbili eh, ambazo zinacheza ligi kuu, ligi ya mabingwa Afrika, ambazo ni Yanga na Simba zitaingia uwanjani. Lakini leo niko hapa kuizungumzia Simba ambayo inaikaribisha Petro de Luanda, eh, katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, eh, siku ya Jumapili, ni timu ya aina gani? Niko hapa na Philip Mkini atakwenda kutuambia Simba ina advantage gani inapoanzia nyumbani? Mambo vipi? Safi mambo. Safi za kwako. Salama tu mzima. Mbona ni Juma nyeusi hivi? Hamna, imetokea tu bahati mbaya. Unajua wakati mwingine uki, ukijipangilia mwenyewe unajitupia tupia tu... <laughs> Eh, tumejikuta tu hivyo hivyo kwao. Unaangalia ni ipi iko karibu <laughs> kweli, Simba inaingia uwanjani na inaanzia nyumbani. Moja kati ya kitu ambacho watu wengi wa mpira wanakizungumziaga ni kwamba bora uanzie ugenini kuliko nyumbani, kwa sababu ugenini unakuwa tayari ushamsoma mpinzani, alafu nyumbani unakuja unammalizia kwako. Unaonaje Simba ana advantage gani kuanzia nyumbani? Aa mimi huwa nakuwa tofauti kwenye michuano ya kafu. Ikiwa kwenye resi ya ligi inaweza ikawa hivyo, lakini kwenye michuano ya kafu ambao una mechi sita na wastani wake wa kufuzu ni pointi kumi, na tamanigi mara nyingi timu ipate zile pointi kwenye mechi za kwanza kuanzia nyumbani, kama kuna advantage kwa Simba ndio kitu kizuri, kwa sababu wakishapata pointi tatu inamaana watakuwa wamesha gain confidence ya kwamba wanaelekea sehemu nzuri. Lakini ukianza away alafu ukipoteza uje utegemea kuja kuchukua point nyumbani, kuna kitu unakuwa umeshakipoteza hapo njiani. Kwa, kwangu mimi nafikiri, kwa sababu Simba besi yao always inajulikana ni uwanja wa Mkapa, na ukitazama sasa hivi wamebaki wenyewe, ni mechi yao ambao ni, ni muhimu kwa sababu ni mechi ya kwanza na kwenye kundi lao hakuna timu rahisi. Iyo mechi ya kwanza ambao unaipata, unatakiwa lazima uhakikishe unapata pointi tatu. Kwa hiyo nafikiri wapo kwenye sehemu nzuri, wako nyumbani kwao, kila mmoja anachotakiwa kufanya ni kutimiza majukumu yake. Mashabiki kuingia tu uwanjani hautoshi, lakini wanatakiwa pia kuiunga mkono timu yao, lakini pia kwa mwalimu

kitu cha kwanza wanachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba mbinu ambazo zinatengenezwa ni za kushinda mechi ya kwanza nyumbani. Alafu mechi nyingine ambayo itafuata siku saba mbele itakuwa ni uamuzi wa mwalimu anakwenda kwa ni approach gani, kwa sababu ukienda kwa ni mechi ya away approach yake haifanani na, na mechi ya, ya nyumbani. Kwa mara nyingi hata akija Al Ahly anakuja kucheza na Simba, anakuja timu yote kubwa Esperance de Tunis kucheza na Simba uwanja wa Mkapa, anakuja ikiwa na plan ya kwamba anakwenda ugenini, cha kwanza asipoteze cha pili sare kitokea sana. Akifungwa ananungunika, lakini anajua kwamba nimeshapata mzigo, lazima nikashinde nyumbani. Kwa moja ya kitu ambacho Simba wanatakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba wanapata ushindi, shapata ushindi, ushindi kwenye mechi ya kwanza inawapa ile nguvu ya kujiamini kuelekea kwenye mechi zinazofuata. Uh, mechi za hatua ya awali Simba ilikuweka rekodi ya kutokufunga nyumbani, lakini imefuzu hatua ya makundi. Uh, kwenye hii mechi ambayo wanakwenda kuanzia nyumbani kitu gani hasa ambacho wanatakiwa simba kuanza nacho? Ah, kwanza kutokushinda nyumbani alafu ukifuzu, mimi sioni kama ni shida, naweza nikasema ni ni plani. Simba walipita sehemu ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo. Ah, msimu unaanza, mwalimu anaondoka, mwalimu ndo alikuwa ana plani ya timu yani mwalimu anaondoka una siku tatu au nne tano, mbele za kucheza mechi ya kimataifa, nafikiri lazima mtavurugikiwa. Kwa hiyo mimi naamini ya kwamba Simba walipita kwenye daraja hilo, pale ndo ulipokuwa kuna tatizo. Anakuja anaingia mwalimu wa, ku, wa kuombwa Ahmed Moroko kuingia kwenye timu anatoka, anatoka Moroko anakuja anaingia mwalimu wao ambao wanao sasa hivi ambao ni manager wenyewe wanavomuita wanavo katikati sasa hivi unakuja kuvuka kwanza kwenye daraja ambalo ni gumu. Timu nyingine nafikiri pale ingetetereka na labda ingeweza ikaondolewa kwenye mashindano, hata kama ni mwalimu ameshakaa muda mrefu tumeshamuona mechi zake akicheza na katikati. Hapa amecheza mechi nafikiri ni mbili au tatu za kirafiki, timu yake imeshinda, ime kwa hiyo ameshatengeneza kile ambacho alikuwa anatakiwa kukitengeneza. Anachotakiwa kukiendea sasa hivi ni kuonesha ya kwamba Simba wanahitaji kuvuka kutoka hatua ya makundi kwenda robo finali na kwenda nusu finali, target ambayo wao walikuwa wamefikiria. Lakini yeye tu hatoshi, wachezaji lazima waoneshe kile ambacho wanacho wachezaji lazima waoneshe kile ambacho wamefundishwa uwanjani. Tofauti ya Simba hii na Simba ile ya nyuma ni, ni, ni kubwa sana. Mtu anatakiwa lazima ile alielewe, yani hata Simba msimu lopita, Simba msimu uliopita na Simba ile ya nyuma yake tena hapa kuna tofauti ipo. Simba hii hapa unamtaja una Shomari Kapombe, unaelewa, unamtaja kocha Selemani Matola, Matola kwenye benchi, Shomari Kapombe uwanjani, afu unamtaja Mzamiru Yasini kama ikitokea yuko kwenye benchi hawa watu wana uwezo wa kuzungumza kuhusiana na historia ya Simba ya hapa ilipopita kwao. Hawa kama Kapombe akiwa uwanjani, atawaambia wenzia kwamba kwenye moment ngumu kama hizi, uko nyuma sisi tuliwahi kuvuka tukapita hapa mwalimu wat, wa ambao ni Matola ana uwezo kumwambia mwalimu pale kwenye benchi ya kwamba kwenye moment ngumu kama hizi tulishawahi kuvuka tukapita, kwa sababu wote ndio watu wachache ambao wana historia ya kile ambacho kimefanyika huko nyuma. Kuna wakati Simba walikuwa wanaizungumzia, wanasema hawa wachezaji nane, tisa, au saba wote wanajua historia ya Simba ya huko nyuma ilipopita, lakini sasa hivi unakuta kuizungumzia Simba ambao wale wachezaji wengi hawapo tena, sasa hivi wamebaki wachache wenye historia ya kwamba kuna wakati tulikutana na Nkana tukiwa tunahitaji kupata goli tatu na tukazipata. Kuna wakati tulikutana na Platinum sijui tukafuzu tuka, tuka, tuka. Kuna wakati alikuja Ahali hapa, kule kwake ameshatoka ametupiga goli tano tukafika hapa tukapata ushindi. Kwa hiyo ni moment ambazo wachezaji wanatakiwa lazima wazivae, yani wale waleko uwanjani waelezwe ya kwamba hii Simba unayoiona leo sio Simba ambayo imejijenga leo, wale imejijenga jana. Huko nyuma ilishakuwa na historia kubwa zaidi. Simba alishafunga goli kumi ugenini, anafungwa tano tano, alafu bado alomfunga tano ugenini hakufuzu hatua ya robo finali, yeye akafuzu. Kwa hiyo hizo ni, ni moment ambapo wachezaji waleko leo wanatakiwa lazima waelezwe ya kwamba hii timu ilishapita kwenye kwenye moment hizo. Ukishawaambia hivyo kuna sehemu kuna kitu wanakiongeza, lakini pia wa mashabiki wa Simba, wa Simba wamefanikiwa kuipitisha Simba pia kwa hizo nyakati zote. Ngumu mashabiki ni wale wale, yaani leo ukiangalia mashabiki ulikuwa unawaona kipindi kile, sijui kibegi, sijui huyu amevaa kofia hii, huyu sijui hivi hivi, eh wote ni wale, wale. sasa mashabiki hawaondoki. wachezaji ukiangalia kwanza wanakuja kwa kuzungumzia kina Chama, kina nani, wote wameshaondoka. na hawa mashabiki wale waliwatisha Simba kwa zile moment. yani, kuna wakati ulikuwa unaona ya kwamba ile mechi mimi naikumbuka ile mechi nafikiri ni dhidi ya Nkana. Simba hata kama, wachezaji walifanya uwezo wao lakini mashabiki walifanya uwezo wao zaidi. yani, ile kushangilia, kuiunga mkono timu, kupiga kelele kwa kuonesha kwamba kuna kitu kinatakiwa kifanyike, ndio kitu ambacho wanatakiwa kwenda kufanya Jumapili. kwao mimi nafikiri, kama kila mmoja akifanya kwa pati yake sioni ambacho kinaweza kuwazuia Simba kupata ushindi kwenye mechi ya kwanza. Moja kati ya rekodi nzuri ambazo Simba wanazo ni kwamba hawanaga masihara linapokuja swala la michuano ya kimataifa. Simba anaweza akawa na rekodi mbaya kwenye ligi lakini once anapoingia kimataifa lazima aonyeshe kwamba mimi ni mnyama. Uh, na hiyo pia imeanza kuonekana hata msimu huu mapema tu. Ya, yeah, hajacheza mechi nyingi za, kim, za ligi lakini kwa upande wa kimataifa amefanya vizuri. Kitu gani ambacho unaweza kusema huu ndio utofauti wa Simba? Kwanza mimi naamini yani, ninachokiona mimi ni Simba huwa wanakuwa na umoja sana wakishafikia kwenye kitu kinaitwa michuano ya kimataifa. Simba wanaweza kavurugana kwenye mechi ya ligi yoyote ile. Yani Simba wanaweza kacheza na Mtibwa wakavurugana, Simba wanaweza kacheza na Yanga wakavurugana kwenye ligi, Simba wanaweza kacheza na timu nyingine yoyote wakavurugana, lakini ikishafika aimu hey, ya mechi za kimataifa. Yaani kama vile kila kiongozi aliyeko Simba, kila mwanachama aliyeko Simba, kila shabiki anaamini ya kwamba hichi ndio cha kwetu. Hilo ndio umoja ambao linawasaidiaga Simba. Nikupe mfano. Juzi mimi nilikuwa naangalia mkutano sijui wa washauri wa, wa Simba unamuona unamuona Mwinaka mu, Dugude ikabidi ni muulize mtu. Hivi yule alikwepo? nikaambiwa kipindi karibia miaka miwili nyuma hakuepo. Lakini kwa sababu wanauendia mchono wa kimataifa wamemwita ameenda amekaa mezani kwa ile kukaa pamoja, kupeana mawazo pamoja. Hawa kina Kaduguda wanaosemea kina Dalali wengine, hawa kina try again, kina nani, viongozi wengine hawa kina nani ni viongozi ambao wamekaa kwenye ile timu muda mrefu, wanaijua, yaani wanajua, wanajua A to Z, wanajua wakati ambao walikuwa na kikosi kibovu walivukaje, wakati walikuwa na kikosi kizuri walivukaje wanajua wakati walikuwa na mwalimu mzuri walivukaje, wakati wana mwalimu mbovu walivuka vipi. Kwa hiyo wakikutana pamoja mawazo yao yakichukuliwa pamoja, nafikiri huwa wanaisaidia sana Simba kuvuka kwenye kwenye moment hizo. Ndio maana unaona ndiomaana mechi ya Yanga na dhidi e, ya Yanga, lakini hakuna ule umoja, unasikia maneno yanakuwa mengi, lakini wakienda kwenye mechi ya kimataifa, unaona wote wanakuwa wana pamoja. Kwa hiyo hicho nafikiri ni kitu kimoja ambacho wenyewe wamekuwa kujijengea, lakini nafikiri pia target ambao mwalimu yeyote akifika Simba huwa anapewa. Yaani Simba sasa hivi hata kama wakichukua ubingwa Ligi ya Mataifa wametolewa kwa hatua ya awali, hatua ya pili. Naamini kabisa kwamba huwa hawafurahi sana. Yaani wanaamini kwamba lazima waendeleze rekodi zao. Tofauti ya Simba na timu nyingi za Afrika ni kwamba Simba wamekuwa na muendelezo ule ule. Yaani, ukiwatoa Ahly na Mamelodi Sundowns hao, unawaingiza pale mwingine, timu nyingine ni Simba ambao kwa ni miezi mnafikiri ni mitano au sita wamekuwa wana uhakika wa kuwa kwenye michuano hii ya CAF hatua ya makundi, hatua ya robo finali. Unaona hapa juzi shirikisho wameenda mpaka finali. Kwa hilo ambalo wamelifanya ni kwa sababu ya huo umoja ambao wanakutana nao, lakini ni kile ambacho pia wanawajaza wachezaji ya kwamba sisi, pamoja na kwamba sisi tutawalipa mishahara, mtacheza michuano ya ligi, lakini sisi tunahitaji target yetu kwenda kwenye hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa. Ukiwaangalia sasa hivi wanakuambia wanakwenda nusu finali. Angekuwa mtu mwingine angekuambia tunatakiwa kwenda finali sasa hivi, kwa sababu msimu uliopita tumeshafika finali ya shirikisho, lakini wala hawakutaka mzigo mkubwa, wanataka wafike nusu finali, sehemu ambayo hawajawahi kufika kwa miaka hivi karibuni. Mtu yote anatakiwa ajue ni miaka hivi karibuni, mwaka 74 Simba alifika nusu finali ya ligi ya mabingwa wa Afrika kwa hiyo, ni miaka hivi karibuni hawajafika ya kwenye hatua hiyo. Kwa hiyo, wanachokiendea kwenye hii mechi ni kuhakikisha wanaendeleza rekodi yao kwanza ya kufika robo finali, back to back. And then wavuke kwenda kwenye target ambayo walikuwa wamefikiria wenyewe. Uh, Nkini, tukiangalia kikosi cha Simba, huwezi ukasema fulani ana uhakika wa kupata namba kwenye mechi zote au ana uhakika wa kucheza dakika tisini. Mmoja kati ya kikosi ambacho kinaweza kikamchanganya kocha yoyote kwa sasa hivi ni Simba, kwa sababu kila mchezaji ana uwezo wa kucheza, lakini sio hivyo tu, wamekuwa kocha Pante wamekuwa na uwezo wa kufanya rotation za mara kwa mara za Ligi ya Mabingwa, ukishakuwa na, na wachezaji wengi kwanza, unakuwa na, na faida hizi timu mmoja, unakuwa mwalimu anakuwa na faida kwa sababu atakuwa na machaguo tofauti kulingana na aina ya mechi anaocheza, lakini pia unamchanganya mpinzani wako ambao unaenda kucheza naye. Wapinzani mara nyingi wamekuwa wakitazama, yani anapo anapoangalia mechi yako anaangalia udhaifu wa fullback wa kushoto, fullback wa kulia mabeki wa kati goalkeeper anaangalia u, ma midfield na ma striker udhaifu wao. Sasa kama ikitokea kuna sehemu umemchanganya, alikuwa anajua kwamba Shomari Kapombe atacheza upande wa kulia, afu Shomari Kapombe akaja akacheza upande wa kushoto, ina maana tayari ile ile, ile ile ile ile ile ile, script yao umeshaivuruga. Kwa hiyo nafikiri hiyo kwanza ni advantage ya ya, ya timu yoyote wakati wanaiendea kwenye michuano mikubwa kama hii. Ndio maana ukitazama timu nyingi kubwa wanakuwa na mchezaji wao mmoja ambao unazo Simone kwenye hatua nusu fainali Hatua ya robo finali ukaja ukamwona kwenye finali. Mfano, nikupe mechi ya Simba na Berkane, ilikuwa na nani, Simba wachukua ubingwa msimu uliopita. Wakati Simba wachukua ubingwa msimu uliopita, mfungaji wa goli Lamloui ambaye alikuwa anza timu ya taifa ya Morocco alikuja hapa pia, aliwafunga na Taifa Stars kwenye chani ambao aliwania tuzo ya mchezaji bora wa CAF hakucheza mechi ya, ya, ya, ya finali ya kwanza kule, kule Morocco ali mwalimu aliweka pembeni dakika zote tisini, lakini akaja hapa ndo akawa mchezaji bora wa, wa mchezo na akawafunga Simba kwao. Hiyo ni kwa nini alifanya vile, alikuwa na group kubwa la wachezaji, yaani anaamini ya kwamba nikikuweka wewe unaweza ukafanya kazi yango vizuri, huyu namwandaa kwa ajili ya mechi inaofaa. Lakini kama una wachezaji ambao kila position na mchezaji mmoja mmoja, hauna jinsi pinzani ana uwezo wa kusoma akajua kwamba aina yako ya kucheza ikoje, akajua kwamba udhaifu wa wachezaji wako, lakini pia wewe mwenyewe una uwezo wa kuwachosha wachezaji wako. Kwa hiyo hichi kinachotokea Simba ikiwa na wachezaji wengi ni kitu kizuri, kwa sababu pia mechi ni back to back, unacheza leo unaondoka, yani unaweza kumaliza mechi kesho Jumapili, ukishotoka Jumapili kubaliza mechi Jumanne, ukapanda ndege ukaondoka ukaenda kumfuata mpinzani wako mwingine. Kwa nini? Kwa sababu ni ndani ya siku saba mnakuwa mmeshacheza mechi mbili. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kuwa na hao wachezaji wote ambao wako fiti na wanaelewa na wote wana uwezo wa kukava zile nafasi ambazo mwalimu anahitaji. Sio kuwa na wachezaji wengi ambao wachezaji kumi na moja tu ndio wenye uwezo wa kuisaidia timu. Simba baada ya kutoka kwenye mechi za hatua ya awali na kufuzu hatua ya makundi, walirejea kwenye ligi ya nyumbani ambako tayari wamekusha kucheza mechi kama tatu hivi, na zote Simba imekuwa imefanya vizuri, imechukua pointi tisa. Lakini ukiangalia kwao huku, wanashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi wapinzani wao kule Angola wanashika nafasi ya nne, wamecheza mechi sita, wamefunga mechi nne, wamepoteza mechi mbili. Hizi rekodi zinaweza zikawa zina maana gani kuelekea kwenye hii mechi ya kesho? Ah, kwanza hazina, hazinaga umuhimu sana kwenye michuano kima ya kimataifa, kwa sababu inategemea tageti ya timu, approach yao ni wapi A, unaweza ukawa kwenye ligi mwalimu akasema mimi sasa hivi kwenye ligi sihitaji, nimesha focus kwenye michuano ya kimataifa lakini mwalimu anaweza akawa pia kwa sababu ya ile akili yake alivyoitengeneza kwenye michuano ya kimataifa, huku wachezaji wakawa wana lega lega wakaendelea kupoteza. Kwa hiyo mara nyingi sipendagi sana kuzi, kuzifuata. Ndio maana unaweza ukaikuta timu iko nafasi ya kumi na moja wale kuna timu moja nafiri ni Afrika Kusini au Belozdadi wenyewe walifanya vizuri zaidi kwenye kwenye michuano ya kafu, lakini kwenye michuano ya ligi ya ndani wao wengine wanashuka mpaka na daraja baada yani, anafika fainali au anafika nusu fainali kwenye michuano ya kafu lakini kwenye ligi yao kule anashuka daraja. Kwao sio sehemu ambao wanapenda sana kuitazama. Mimi naamini approaching ya mwalimu anataka nini kwa sababu ukiwatazama Petro wenyewe ni timu kubwa sasa hivi kwenye, kwenye, kwenye nchi ya Angola. Ukiwataja unahitaja kama timu ambayo inatajwa yenye mafanikio makubwa zaidi pale Angola, yaani ndio timu ambayo inaelezwa ya kwamba ina mwanga mzuri zaidi kwamba. Lakini wamekuwa na mafanikio pia back to back kwenye misimu mitatu kwenye michuano ya Kafu, wamefika nusu fainali, wametolewa hatua ya awali ya ya pili, wametolewa wame hatua ya robo fainali. Kwao kikubwa kwa Simba ni kuamini ya kwamba hawa ni bora na tofauti. Sasa inaokuja ni kwamba wote wanacheza aina moja ya mpira, wote wanacheza wakiwa na viungo wengi wa kukaba, wote wanacheza wakiwa wanashambulia kushtukiza. Kwa hiyo mechi itakavyokuwa itategemea nani anaweza kumfungua mwenzie kwa wakati huo, lakini huku kwenye ligi sana sana sio sehemu ambayo Simba wanatakiwa kuitazama sana. Kwenye ligi well, Simba wamefanya vizuri. Lakini inawezekana wamefanya vizuri kwa sababu ya zile aina ya timu wanazokutana nazo unaelewa bana. Na wale kule inawezekana wamefanya vibaya. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya timu ambazo wamekutana nazo. Kwa kikubwa ni kuangalia huku focus huku, yaani Simba huko kwenye michuano yani ya kafu, sababu hata fuzu yao ukiwaangalia, Pedro alivofuzwa au kuruhusu goli lolote, wameshinda goli mbili bila wakaja wakashinda goli mbili bila wakaenda kwenye hatua kwenye wa ya makundi. Fuzu ya Simba unaiona ilivyokuwa ilikuwa wakati wanaanza kupita kuanzia hatua ya awali, yaani ni kama vile mnasugua na suguana sana kuhakikisha kwamba mnafuzu kwenye hatua hatua inaofuata. Hata kule waliposhinda goli tatu uliwaona walikuja hapa wakapata sare, ndio ile ambayo unakuja kushikilia kwamba ha, kushinda mechi hata moja nyumbani lakini inawezekana pia mwalimu akwambia nilishapata goli tatu kule, nilikuwa sinaja ya kutumia nguvu kubwa kwenye mechi hapa. Unafiki kubwa kwao ni kukaa wa focus kwenye aina ya wale ile timu wanaenda kucheza nayo, kwa sababu ubora wa, wa Petro sasa hivi, kwanza ni timu ina, ina fedha sana, wale wameshajikusanyia, wana ukwasi mkubwa sana, ina watu wengi sana wanawekeza hela kwao, kwao, kwa sababu iko ina uhusiano fulani hivi na serikali ya Angola lakini pia kikubwa, wamefanya usajili mzuri wanachezaji kutoka Brazil, wanachezaji kutoka Ureno. Kwa hiyo ni timu ambayo inakwenda kwenye mashindano ikiwa imejikamilisha kwa asilimia 100, sio timu ya kusema kwamba inakwenda kwenye mashindano ikiwa inakuja kuja kubahatisha kuona kama inaweza kushinda au sishinde. Uh, Pedro, eneo gani ambalo wako vizuri sana na Simba wanatakiwa walizingatie? Pedro bana, wana kwenye eneo lao la ushambuliaji ni, ni timu bora sana, wana washambuliaji wazuri sana na kinachowabeba wenyewe washambuliaji wao wote watatu ambao wanawatumia juu, wote wa wa wa umri umeenda, miaka 32 miaka 33, tayari wana uzoefu wa kutosha. Lakini bezi yao nyingine sana kubwa iko kwa golikipa wao, anaitwa Marques Marques, amewasaidia sana ku kuiokoa timu yao na yuko kwenye yuko kikosi cha timu ya taifa ya Angola. Anaingia na kutoka, kuna wakati anaitwa, una wakati anaachwa wakati, wakati. Kwa hiyo uki, ukimtazama <coughs> ule goalkeeper, ukitazama safu yao ya ushambuliaji wanafunga sana, na kama Simba watafanya masiara kwenye eneo la ulinzi, na maana wanaweza wakaadhibiwa, waka lakini pia kikubwa ambacho Simba sehemu ambao wanaonekana wanalegalega na hata mwalimu wao alisema ni eneo la kiungo kwenye eneo la kiungo, mwalimu wao kwenye interview zake mbili au tatu amesema kwamba kwenye dirisha dogo anahitaji kuongeza viungo wawili, kwa sababu timu yake haina option, baada ya mchezaji mmoja akishatoka mwingine anayeingia hawezi kuisaidia timu kufika kule ambapo anataka kwa. Nafikiri kikubwa kwa Simba anachotakiwa kufanya ni lazima kwanza wahakikishe kwenye sehemu yao ya ulinzi inakuwa imara, kisha kuwa na sehemu ya ulinzi imara kama ambavyo wamefanya kwenye mechi zilizopita, basi wahakikishe kwamba nao wana force kushambulia kama wanavyoshambulia wapinzani wao, kwa sababu ukiwatazama Simba ni timu ambayo nafikiri imeruhusu goli moja tu kwenye ligi, si ndio? Kama wameruhusu goli moja tu kwenye ligi, lakini pia wana, wana safu nzuri ya ushambuliaji, kwa sababu Simba umeona kila wakati wamekuwa wakifunga na wanafunga kwa watu tofauti tofauti, mabeki wanafunga, viungo wanafunga. Kwenye michuano ya kafu tofauti yake na michuano mingine ni kwamba huwezi kupata nafasi tano yani ile, ile Simba anapoteza nafasi moja anapoteza nafasi ya pili anapoteza nafasi ya tatu, akiamini tuenda kupata nafasi nyingine tutafunga na hautaipata, kwa hiyo ukipata nafasi moja, lazima kila mchezaji ajue kwamba hii kisha malizika, hakuna nafasi nyingine yoyote. Kwa hiyo kikubwa ni kuhakikisha kila unachokipata unakitumia, lakini kila mchezaji lazima atimize majukumu yake ipasavyo. Yani, huku tunapoenda sio kule kwenye, kwenye ligi ambayo unacheza na timu ambazo unajua atafanya tena makosa yaani mchezaji mfano wa Petro akifanya makosa sasa hivi usimtegemea atafanya kosa lingine lile limeishapita na mechi inamalizi uh, na inamalizika hivyo kwao nafasi unayoipata lazima uitumie vizuri hicho tu ndo kinachoweza kuwabeba simba uh, kwa kumalizia sasa nkini kipi ungekuwa wewe ndo pantev ungeanza na kikosi gani cha kwanza ah kwanza na kikosi cha kwanza bwana kwenye timu hizi kama simba na yanga hizi ni, ni ngumu yani mimi ambacho ningekifanya Aa, Simba imefanya mazoezi nafikiri wiki nzima walikuwa walikuwa mazoezini, wana wachezaji walikuwa kwenye timu ya taifa, wana mchezaji mmoja ambao ni ni Kibu Kibu. Unajua, tofauti yake ni simu mitatu mfululizo amefanya vizuri sana kwenye michoano ya kimataifa kuliko michoano kuliko ndani kuliko kwenye ligi, kwa hiyo huku ni base yake. Ame alipata alipata msiba hivi karibuni, tumpe pole, alifiwa na baba yake, lakini naelewa kwamba juzi alirudi mazoezini, alikuwa alikuwa mazoezini kwa hiyo kikubwa nafikiri ni mwalimu approaching yake, amewatazama ya vipi wapinzani wake, anamtaka mchezaji gani, lakini lazima uwe na wachezaji ambao unaamini wana uwezo wa kukupa ushindi kuliko kulinda uh, upata sare. Kwa hiyo mwalimu yeye aamue uh, yeye anavyoweza kufanya. Ameshatupa surprise hapa katikati, kwa mara ya kwanza Simba imecheza na kiungo mkabaji mmoja anataka timu iliocheza na JKT kipindi cha pili, achana na timu ile ya kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili ndio timu ambayo mimi naiona ni bora zaidi, ambayo ina uwezo wa kuafikisha Simba kupata pointi tatu kwenye hii mechi na mimi nakushukuru sana, mpendeza sana, asante mtazamaji. Huyo alikuwa Philip Nkini na ameweza kusema mengi, lakini kubwa ni kukumbusha, anakwambia kikosi kilichocheza na JKT sio kipindi cha kwanza, kipindi cha pili ndicho kinachofaa kwenda kukutana na Petro de Luanda katika uwanja wa Benjamin William Mkapa siku ya Jumapili. Mimi ni Victoria Mekadi, nyuma ya kamera ni Khatib Nyembe. Endelea kutufuatilia, asante.